Kutumia platforms mbalimbali katika kuimarisha na kuutangaza ushirika. Ushirika ili uwe imara ni lazima uwafikie kila mwananchi, umfikie pale alipo. Katika michezo, ushirika pia uende huko, lakini pia kwenye uvuvi, ushirika pia uende. Kwenye bodaboda, ushirika uende. Kwenye bajaji, tukutane na ushirika. Pia, na kwa hiyo pia nawapongezeni kwa kuleta wazo la kuwa na jukwaa la maendeleo ya ushirika ili wanaushirika wapate fursa ya kujua nini kinachofanywa na vyama vyetu vya, vya ushirika, lakini kuweza kujua serikali pia ina kauli gani, kuna sera gani mpya za ushirika, kuna sera za maendeleo, sera za uchumi. Kwa hiyo ushirika na uchumi ni watoto pacha, huwezi mm, kuutenga ushirika kwenye kuchangia uchumi wa nchi yetu. Na malengo makubwa ya kuanzishwa kwa, kwa ushirika ni watu wawe na nguvu ya pamoja, ili waweze kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi, uchumi wa taasisi, hatimaye uzae uchumi wa nchi. Kwa hiyo twendeni tuimarishe ushirika. Nilishakemea vitendo vya ufisadi kwenye vyama vya ushirika Havikubaliki, lakini pia hata wale ambao wanaishi madarakani muda mrefu kwa ujanja ujanja kwenye ushirika. Ah, tunataka viongozi bora eh, wa kuendesha ushirika. Nataka nikuhakikishie eh, mwenyekiti wa bodi vyama vya ushirika, lakini mrajisi, kwamba hapa mkoani nikipata taarifa juu ya maswala yasiyo sawa ya ushirika, ninajua ushirika yeye mmejiwekea utaratibu kama watu wa mpira kwamba hawaingiliwi hata na serikali eh? Wakati mwingine huko ni kujitengenezea wigo fulani, lakini serikali ina namna yake ya kudili na nyie eh. Hatuwaingilii, lakini tuna namna zetu za kudili na nyie, na mtaona kwamba hapa kwa serikali kwa mbali ilikuwepo. Eh, kwa hiyo nataka ni wahakikishieni kwamba mimi mwanaushirika nitaendelea kufanya kazi karibu na vyama vya ushirika na wanachama wa ushirika, lakini na mwisho, benki yetu ya ushirika iko hapa na yule meneja wa tawi nimemwona yuko hapa. Leo ndoto zile zimeshatimia, benki ya ushirika iko hapa. Kwa hiyo wana wanaushirika na wasio wanaushirika, njooni kusikiliza huduma zinazotolewa na benki ya ushirika. Ah, siku ya leo tuna bonanza kama mnavyoona ni Nyanza Bonanza. Nyanza Bonanza hili ni limefanyika kuelekea jukwaa la maendeleo ya ushirika la mkoa wa Mwanza. Bonanza hili toka tumeanza ni asubuhi ambapo kumekuwa na michezo mbalimbali. Ah, kumekuwa na michezo ya football, tulikuwa na netball, ambapo naona football bado inaendelea lakini, kulikuwa kuna mashindano ya kukimbiza kuku, kulikuwa kuna kuvuta kamba, lakini pia kulikuwa kuna mashindano ya kucheza bao na mashindano ya kucheza daft. Michezo hii yote ni katika kuakikisha kwamba ushirika unajiimarisha kwa afya, lakini unaimarisha una, una, una mahusiano. Lakini pia michezo pia ni burudani. Kwa hiyo ndugu wanahabari, eh, nadhani nikitumia nafasi hii kusema kwamba kwanza tunazipongeza sana timu zote zilizoshiriki katika michezo hii. Wameshiriki vema, wameshiriki kikamilifu na washindi wamepatikana kwa hiyo tunaendelea kusema kwamba huu ndio ushirika huu ndio ushirika ambao Mheshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amezidi kuelekeza lakini pia niseme aa, kutokea bonanza hili la Nyanza mdhamini mkuu wa bonanza aa, la leo ni Nyanza Cooperative Union ambaye amedhamini eh, kila kitu mnachokiona kinaendelea hapa amedhamini jezi amedhamini kombe kombe lenyewe ni la amedhamini Nyanza na itaendelea kuzunguka mpaka mwaka kesho ambapo tutakuwa tena na bonanza jingine. Leo tuko kwenye bonanza la Nyanza, linaitwa Nyanza Bonanza. Kwa nini linaitwa Nyanza Bonanza? kama ambavyo tunafahamu kwamba mkoa wetu wa Mwanza una chama kikuu cha ushirika cha Nyanza. Sisi tumechukua jukumu hili kufadhili bonanza hili tukiwa tunaelekea siku ya jukwaa la maendeleo ya ushirika la mkoa wa Mwanza, tukiwa kama wadhamini wakuu, lengo letu ni kujitangaza ni kuutangazia na kuuhabarisha umma kuhusu uwepo wa chama kikuu cha ushirika cha Nyanza, shughuli ambazo Nyanza imekuwa ikizifanya, na kuhamasisha wanachama wetu wakulima, pamoja na wananchi wote kwa ujumla kujiunga na ushirika kupitia Nyanza, kama jinsi ambavyo serikali imekuwa ikiunga mkono na kutoa fursa mbalimbali wizara ya kilimo na sisi tunawahamasisha wananchi wetu hususani vijana na akinamama ambao wamekuwa nyuma katika swala zima la ushirika ili waweze kuja pamoja na kushiriki katika shughuli za uchumi na kuweza kuzifikia fursa mbalimbali ambazo serikali imekuwa ikizitoa. Tunashukuru kwa bonanza la leo. Bonanza lilikuwa limeandaliwa na chama kikuu cha ushirika cha Nyanza. Hii yote ni kwa malengo ya kusherehekea na kujumuika kwa pamoja katika kukaribisha siku ya jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Mwanza. Kwa hivyo kwa leo tumecheza bonanza hapa na mabenki, umoja wa mabenki baadhi baadhi, ikiwemo TDB, CRDB, Equity pamoja na Coop Bank, benki ya ushirika, na tumeweza kupoteza kwa jumla ya magoli sita kwa mawili na benki ya, ya timu ya benki imeweza kutufunga. Hii yote ni kutokana na kuwa timu yetu wengi ni wanafanya kazi sana maofisini na hawajishughulishi na mazoezi. Wenye mazoezi ni wachache sana, tuko kama watatu wanne, lakini wengi wao ni, ni, ni, ni wakubwa wetu. Zaidi kwao kumekuja kama kujifurahisha na kukusanyika kwa pamoja, ili tuweze kuhamasisha mambo ya ushirika, na kwa vijana wote tunaomba tujiunge katika masuala ya ushirika na tuweze kujua nini maana ya ushirika. Hongereni sana na tunawapongeza bonanza hili halikuwa swala ushindi, ilikuwa ni swala kuwa pamoja e, swala ushindi imekuwa tu ni matokeo, lakini lengo kubwa ni kuifanya mjili yetu ya changamke changamu itoke jasho kidogo, tujiandaye kwa ajili ya jukwaa lenyewe. Kwa hiyo kwa niaba ya Blajis, tunawapongezeni sana na ikiwezekana swala hili Blajis mlifanye kila mwaka, kukutana hivi si jambo dogo, ni jambo kubwa sana na naamini hata wanamwanza walio hapa mjini waona kwa kitu kinafanyika. Kwa hiyo tuwatakie kila la heri na muweze kujiandaa sasa kwa ajili ya jukwaa kesho, mfike mapema. Lakini pia tuje tukiwa na furaha kwa sababu ndio siku pekee ya kuenjoy kama marafiki kwenye mkoa wa Mwanza.